Siku ya ushairi duniani litafanyika. Siku yenyewe ya ushairi duniani ni lini? Litafanyika wapi? Na ni kwa kiasi gani dunia hii tunaishi ya teknolojia inasaidia ukuaji wa sanaa hii ya ushairi, hasa hapa nchini kwetu? Tunaye mratibu ambaye um, um, ni mratibu wa tamasha hilo la siku ya ushairi uh, na ni mwenyekiti wa jukwaa la Kiswahili hapa nchini Tanzania, George Mapunjo. Karibu sana George, asante sana. Ninyi ni wale ambao mnazungumza Kiswahili, situmia neno gani nayofuata hapo, nataka kusema fluently n yani, eh, moja kwa moja, kama ndo nani sahihi zaidi? Tunasema tunatumia Kiswahili fasaha uh -huh. au sanifu, okay. kwa Zanzibar wanasema sanifu. Kupata ile neno kwangu ndio shughuli sasa. Bahati nzuri ni kwamba kamusi zinaandikwa mm. kwa hiyo ni vitu ambavyo vipo na lugha ambayo au tuseme maneno ambayo yanatumika kila siku. Kwa hiyo ukisema Kiswahili sanifu, ukisema Kiswahili fasaha, uko sahihi, sio kwa? Ni maneno ambayo yanatumika kila siku katika wale ambao wanakuzunguka ni kweli ni maneno ambayo yanatumika kila siku kwa watu ambao wanatuzunguka, lakini kuna maneno ambayo, kuna mazingira ambayo unatakiwa yatumie. Mfano, ukisema sanifu, mm. fasaha mara nyingi ukiwa katika mazingira ya shule, yeah. Na hata tunapofundisha, unatakiwa useme, uwafundishe kwa lugha sanifu au fasaha. Lakini katika mazingira ya kawaida ni kwamba mara nyingi huwa hatutumii Kiswahili sanifu au fasaha tunakosea, mara nyingi sana, ndio maana tunafanya kila ina juhudi zote mbalimbali uh, kwa ajili ya kure, kurekebisha mambo kama ili kwamba tutumie Kiswahili kilicho sanifu au fasaha. Sasa ni juhudi zipi? Nyie Jukwaa la Kiswahili. Ndio. Uh, mna mpango gani wa kuturekebishia kamusi zetu za Kiswahili tunazozitumia kule kaskazini sisi wakazi wa Arusha <laughs> wa kamusi zetu, na tunaongea Kiswahili na tunaelewana, na na ni kweli kabisa eh. Wanasema nani arachuga, huko, huko. <laughs> eh. Ni kweli bati nzuri ni kwamba baraza letu la, la Kiswahili la taifa Bakita linajitahidi sana katika swala la kuleta kuandika kamusi ambazo zinaandika Kiswahili kilicho sanifu mm. au fasaha na pia baraza la Kiswahili Zanzibar Bakiza mm. na pia wanajitahidi katika swala hilo lengo ni kwamba watu wote tuongee Kiswahili kinachotakiwa au kilicho fasaha au sanifu. Lakini ndio hivyo tunavyosema, kitu ambacho kimeandikwa mara nyingi sana na, na kito, uh, kito Kwe, na Kwe, ni tofauti na e, kitu ambacho hakijaandikwa. Kwa hiyo Kiswahili tunachoongea ni tofauti na Kiswahili ambacho kimeandikwa, ndio hapa tatizo linapoanzia. Ndio maana tunasema Kiswahili kigumu, lakini Kiswahili sio kigumu, ni kwamba tu Uh, Kiswahili ambacho kimeandikwa watu wengi hawatuongee kile bali, tunaongee kile kiswahili cha mtani zaidi. Kila siku msamiati mpya ushangaa una, unaibuka okay. Kukama, upi kukama? Sasa mchango wa jukwaa la, la, la Kiswahili katika kuhakikisha kwa ya kwamba uh, kiswahili sanifu uh, kinazungumzwa, kinaandikwa uh, mchango wa Kiswahili jukwaa la Kiswahili ya Tanzania seme tunajitahidi kwa upande wetu, lakini pia kwa kushirikiana na hizo taasisi za serikali hususani BAKITA au na BAKIZA ni kwamba tunafundisha mm. Kiswahili kilicho sanifu. Mfano hata kwenye majukwaa ambayo huwa tunayatoa au tunayoyafanya, ni kwamba Kiswahili sanifu ndio tunachokitumia, lakini pia kupitia vyombo vya habari mbalimbali mm. tukihudhuria au tukialikwa kama hivi, ni kwamba tunafundisha au tunaelekeza jinsi gani mtu atumie Kiswahili kilicho sanifu au kilicho fasaha. Lengo ni kwamba tusiharibu lugha ya Kiswahili, lakini si tunaelewana? <laughs> E, ni kweli tunaelewana, au kuna baadhi ya misamiati ambayo mnachukua huko na kuiongezea kwenye Kiswahili wakati mwingine. Na ni kweli kuna baadhi ya mazingira hususan, sehemu tofauti, mfano umetaja Arusha, mm. Ni kweli kwa mtu wa Dar es Salaam labda anaweza kaelewa, lakini kwa mtu ambaye ameisha vijijini zaidi, umongeleshe Kiswahili cha Arusha, sisani kama mnaweza mkaelewana haraka. Twende kwenye mada kuhusu siku ya ushairi duniani. Ni lini mnaadhimisha siku hii, na pengine hapo hapo tamasha hili mipango mliandaaje? mipango ikoje? Nashukuru kwa swali, ni kwamba siku ya ushairi duniani itaadhimishwa tarehe 21 mwezi huu wa tatu mwaka huu wa 2025. Mm, ni kesho tutu, siku ya Ijumaa. Kwa jukwaa la Kiswahili Tanzania tutaadhimisha kupitia ukumbi wa maktaba kuu ya taifa kuanzia saa tatu asubuhi, na bahati nzuri ni kwamba chakatoote ambao unaotakiwa tufanye tumefanya japo bado kuna changamoto chache chache, tuweze tukamaliza zote, lakini tunaamini kwamba uh, tumefanikishwa kwa jambo hilo, ili liweze kufanyika siku ya, ya kesho. Okay. Sawa sasa, pengine ni mambo gani ambayo yatakuwepo ndani ya uh, kuadhimisha siku hii ya ushairi ndani ya tamasha lenyewe? Sawa, asante kwa swali. Ni kwamba ndani ya tamasha kama tunavyosema ushairi. Kwa hiyo kutakuwa na ugani wa ushairi, watu tofauti tofauti wametunga mashairi yao na hiyo hiyo siku ya kesho, ni kwamba watagani. Kugani ni kama kuimba mm, shairi kwa hiyo watagani mashairi, lakini pia kutakuwa na mada tofauti tofauti kama nne hivi ambazo pia zitazungumzia masuala ya ushairi. Wapo watu ambao wameandaliwa kwa ajili ya kufanya hilo kufanya hizo hmm, mada kuziongelea hizo mada lakini pia uh, washiriki watapata muda wa kuzijadili hizo mada na kutoa mapendekezo yao. Yao, wanashiriki vipi hao washiriki? Kwa maana ya kwamba ni kwa namna gani wanakaribishwa? Kuna utaratibu upi? Uh, utaratibu upo. Tumetengeneza kitufe ambacho uh, mtu anataka kushiriki hmm, anajisajili Kitufe kwa lugha ya wanzetu wanasema linki. Kwa hiyo ni kwamba tunaisambaze kupitia kwenye mitandao tofauti tofauti ya kijamii, ili watu waweze kujisajili na waweze kushiriki. Kwa hiyo ni kwamba tutakuwa na listi kamili mtu atakayeshiriki, kwa hiyo atakapokuja atataja jina lake, kama lipo ataruhusiwa kuingia, ndio. Mnatumiaje siku hii kuwaenzi uh, wa, wa, wa, ambao wamekuwa ni uh, washairi nguli ambao wameishi wame, wame na kuacha alama katika taifa letu hapa nchini, e, mfano akina mzee Shaaban Robert huko? Sahihi. Nashukuru pia kwa swali lako, ni kwamba wakati tunaandaa ili tamasha tuliandaa kama Uh, sehemu tu ya ku, ku, kuadhimisha. Kumbuka, tuko, kwa sababu kumbuka tukumbushane hapa ni kwamba hii siku iko si kwamba ni mpya iko toka mwaka 1999. Sasa toka mwaka huo mpaka leo, mwaka huu 2025 ije kuadhimisha. Kwa hiyo sisi kupitia Jukwaa la Kiswahili tukamua hapana, lazima tuadhimishe na hii ni siku ambayo ilipitishwa na shirika la Umoja Mataifa linaloshughulikia masuala ya sayansi na teknolojia, UNESCO waliona kwamba kuna baadhi ya lugha zinapotea ulimwenguni sasa waliamini kwamba kupitia ushairi wataihusishe uhuisha, yani kwamba wataifanya ile lugha iweze kufanyaje kuibuka tena na watu waweze kufanyaje kutumia. Kwa nini wameamua kutumia ushairi? Kwa sababu wameona kwamba watu wengi sana wanapenda ushairi. Kwa hiyo wakitumia ushairi kupitia zile lugha ambazo zinafanya zinapotea, zipo kingoni kupotea, ni kwamba moja kwa moja waliamini zitafanya zita zitaendelea kutumika. Kwa hiyo kwamba kwa upande kwa upande wa kwetu kama Jukwaa la Kiswahili tuliona kuna umuhimu japo ni kwamba, kwa sababu ni mara ya kwanza, na mategemeo yetu kwamba kila mwaka tuweze kuadhimisha kuanzia mwaka wa 2025. Kwa hiyo watu kama kina Shaaban Robert na sio peke yake, wapo wengi sana, tuta tutaendelea kwa kwa enzi, lakini bahati nzuri yeah, ndani ya tamasha kama unavyojua, kina mama wanapenda sana kujipendelea wenyewe eh. Kwa hiyo kuna taasisi pia imejitokeza imejaribu kuangalia wale wanamama ambao ni watunzi wazuri na wameleta mchango katika swala la ushairi kuwapa vyeti. Okay. Kwa hiyo tunaanza na hiyo kitu kidogo, naamini kwamba kadri muda utakavyoenda eh, tutafanya mambo makubwa zaidi, na hata wakina Shaaban Robert sio peke yake kina na ni kuna waandishi wengine ambao mm. kina Andanenga mm. mm. tutaendelea wengine wengine. tutaendelea kuwaenzi. So, inawezekana kabisa uh, wakawepo washairi ambao ndio wamepata ibra eh, tangazo hili kutoka kwako kwa siku ya leo na kesho ndio eh, tamasha lenyewe. Ndio ndio unawaambia nini? uh, nataka tu niwaombe, ushairi hauna uh, mwenyewe. Ushairi kila mtu ni mshairi japo, mm. unaweza ukawa usijue kwamba u ni mshairi lakini uh, unaweza ukawa na kipaji kile cha ushairi mm na watu wote ambao mwenye kipaji cha ushairi asiyekuwa na kipaji tunawakaribisha Maktaba Kuu ya Taifa kuanzia saa tatu kamili asubuhi. Mada mbalimbali zitakuwa zinaongelea, na bahati nzuri nikomba, ni kwamba tumefanikiwa kupata mgeni rasmi ambaye ni naye ni ndio mkuzaji wa vipaji, katibu mtendaji wa Baraza la Sanaa la Taifa ndiye atakuwa mgeni rasmi, lakini pia wachokoza mada ambao wataongelea zile mada mojawapo ni mkurugenzi mkuu wa Maktaba Kuu ya Taifa Mama Amboni uruzigea yeye ataongelea mada moja, lakini pia kuna madaktari wabobezi katika lugha yetu ya Kiswahili. Mmoja wapo ni Profesa Ardini Mutembe, naye pia ataongelea mada moja hapo, lakini pia kuna dokta daktari anaitwa Maulid Maulidini, mkurugenzi wa taasisi ya chuo cha Adem masuala ya uongozi ya uongozi cha Adem. ya uongozi maendeleo ya uongozi cha Adem, naye pia ataongelea mada moja, lakini tumepata bahati pia Uh, mkurugenzi mkuu wa kituo cha utamaduni cha Iran ye naye pia amesema anataka ongelee mada moja, lakini hata angalie katika mazingira ki Tanzania, angali mazingira ya Kitanzania, ataangalia mazingira yakwao watu watua mada wako vizuri na amejipanga vizurisasa uh, kwa ndio tamani kujua ni kwa namna gani teknolojia na dunia ambayo tunaiishi hivi mnaitumia vizuri kiasi gani kwenye ukuaji sanaa hizi za ushairi wanasema, dunia sasa hivi iko kiganjani. Ndio hiyo masuala ya sayansi na teknolojia ndio imesababisha dunia ionekane kipo kiganjani. Kwa hiyo kwa upande wa ushairi, na sio ushairi peke yao, hata lugha zingine au hata watu wenye vipaji tofauti na ushairi, wanatumia sana maendeleo ya sayansi na teknolojia katika swala katika mambo tofauti tofauti. Uh, kuna baadhi ya washairi ambao nawafahamu na, na pia kila siku wapo mitandaoni wanazituma sana kazi zao kupitia mitandao. Kuna wengine wana akaunti wana, wana kabisa kupitia mitandao ya kijamii hususani YouTube. Ana, ana gani shairi alafu analitupa kwenye akaunti yake ya YouTube. Kwa hiyo watu wakiangalia pale moja kwa moja ni kwamba kwanza atajiongezea wafuasi, aafu pili, kutokana na idadi ya wa wafuasi wanapoongezeka inamaanisha kwamba kuna hela atapata mm. E, kwa hiyo moja kwa moja atajiongezea kipato. Hiyo yote ni masuala ya maendeleo na na teknolojia. Hmm. George, tunakushukuru sana n katika kuendelea kuadhimisha siku hii ya ushairi, natamani mje mfikia wa wakati ambao mtakuwa mnatoa tuzo kwa hawa washairi kwa sababu tumeona namna ambavyo hata serikali inawathamini sana sasa hivi, ndio e, katika mikutano ya rais, unaona lazima e, kuna shairi zinasomwa pale, na, na zinaburudisha sana <coughs> lakini tumeona hata kwenye michezo unashairi, e, kuna, kuna, kuna jamaa mmoja wa Yanga huyo, Yanga ikishinda au iki, <laughs> ikipigwa iki, iki, yani yeye anacheza pande zote. Ni katika matumizi sahihi sana ya lugha hii ya adhimu ya Kiswahili. Tuwapongeze na tuwatakie kila la heri katika maadhimisho ya siku ya ushairi na tamasha ambalo mmeliandaa karibu, te, karibu tena kwa mara nyingine. Sawa, asante sana labda umeongelea kuhusu swala la tuzo hey. Tuzo iliendana na swala la gharama, kwa hiyo kama wafadhili watajitokeza okay. Huu ni tumeanza, kwa hiyo ni kwamba hata mwakani itakuwepo. Kwa hiyo kama atakuwepo wafadhili mm -hmm. ambao watagharamia na ili watu wapate hata tuzo hizo, kwa sababu natakia utafiti wa kutosha ufanyike kujua kwamba kweli ni ushairi na kweli uko vizuri katika masuala ya vizu kupata, kupata kwenye swala la wafadhili na kukabidhi kaka huyo, anadili na watu ambao wana mm. experience wameshakaakaa kwenye serikali kwa muda mrefu. Hilo limepita na limeisha, mwakani tuone tuzo sasa. <laughs> <laughs> <laughs> Sa, tumezungumza hapa kuhusu uh, tamasha la siku ya ushairi ambalo litafanywa kesho uh, katika maktaba kuu ya taifa likiandaliwa na Jukwaa la Kiswahili hapa nchini Tanzania.